Nimesimama hapa mbele yenu kwa heshima na taadhima. Jina langu naitwa Aziza Huseni Kiduda, ndiye katibu wa umoja wa wanawake wa chama cha mapinduzi mkoa wetu wa Njombe. CCM oye! CCM safi safi! Ndugu zangu, kama alivyoelezea katibu wetu wa UWT wa wilaya, leo tumepanga ziara kuja kuwatembelea wanachama wetu wa chama cha mapinduzi ndani ya jumuiya yetu ya UWT. Lengo la ziara kama walivyotangulia kusema nimesimama mbele yenu kwa heshima na taadhima, na nimepanga safari kwa heshima na taadhima. Kwanza kabisa nije nijue wanaiperere wanatoka wapi. Juzi tulikuwa Wanging'ombe, tumet, nani Wanging'ombe tu, tumezunguka kata zote 21 tumemaliza. Leo tuna makundi manne, kasibu moja, kundi moja tumeliacha pale Makete mjini. Tuna kundi la mwenyekiti wetu wa UWT wa mkoa, na yeye anazunguka na kundi lake. Tuna kundi la mbaraza wetu na yeye anazunguka na kundi lake. Tuna kundi la mheshimiwa Pindi Chana na Neema Mgaya. Na... Tundu Lisu alikuwa anang'ang'ania madaraka ya ngazi ya juu. Wamechuana sana na Mbowe, wamechuana mwisho akamwangusha Mbowe akashinda. Alivyoshinda wale wafuasi wake wa chama chake walitegemea Tundu Lisu anaweza kakinyanyua kile chama kikawa juu zaidi na sisi CCM tukashindwa kufanya kazi yetu. Lakini imekuwa sivyo. Imekuwa sivyo. Tena kibaya zaidi, anasimama kwenye mikutano na kuhutubia na kuambia yule ambaye alikuwa anataka kugombea awamu hii, iwe nafasi ya ujuani, iwe ya ubunge, naenda kukinukisha na ninakinukisha kisawa sawa, tunaelewana vizuri yeah. Hawakuelewa lile neno, walifikiri labda sisi tutakuja kubanwa ili angalau wao wapate nafasi za uongozi Akarudia mara ya pili, mara ya tatu, asema anaenda kukinukisha kisawa sawa na anakinukisha hasa na anajua kweli kukinukisha kwa Kwe hiyo, ameenda kukinukisha, si ameshakinukisha? Kwa hiyo CHADEMA sasa hivi hawana nini, uongozi wote wanaogombea, haijalishi udiwani, ubunge, mpaka na nafasi ya urais. Lakini bado wana wanachama ambao wana vitambulisho vya kupigia kura. Watap, watapiga kura za hapana. Unaelewana vizuri? Mm. Eh, wana wanachama ambao watapiga kura watapiga kura za hapana, kwa sababu hawataki Chama cha Mapinduzi kishinde Mama Samia oye, oye. Mama Samia safi, safi mbunge wetu safi, safi. madiwani wetu safi, safi. Kwa hiyo lengo la kumwombea Mama Samia kura ni kwa sababu anatekeleza miradi kwa kiwango kinachotakiwa na ameongeza spidi. Jambo la pili, si miradi tu peke yake tunakipigia kura Chama cha Mapinduzi ili kiweze kupata ushindi, ili tuweze kushika dola, kwa sababu tunalinda amani ya nchi yetu. Bila amani ya nchi yetu, mama zangu, hatuwezi kuishi kwenye eneo kama hili. Tumeingia hapo, mmetupokea vizuri, mnaimba, mnatabasamu, mmefurahi, kwa sababu tuna amani. Kama isingekuwa na amani hapa, wala tusingekusanyika, kila mtu amejificha kwake. Niwaombe chonde chonde, ndugu zangu, tukiheshimishe chama cha mapinduzi tarehe 29 Oktoba, tukipe chama cha mapinduzi kura za kutosha, ili tuweze kushika dola na viongozi wetu waliodhaminiwa waweze kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi. Sisi si, oyee oyee! Tunakumbushana akina nani ni viongozi ambao wamefika kwenye kikao, tunaomba tuje kuwakumbushe na kuweka msisitizo mtakapokuwa mjini kule matawini. Mwende mkajitahidi kuhamasisha wamama wajitokeze kwa wingi, vijana wajitokeze kwa wingi, lakini pia na jamii nzima kwa ujumla. Nina imani na matumaini wanawake tunaweza, wanawake ni jeshi kubwa, wasamia kula za heshima. Ninaomba kula nyingi kwa mbunge wetu, ninaomba kula nyingi pia kwa diwani wetu. Wanawake hatujawahi feli, tukashikamane, tukaonyeshe upendo, tukaonyeshe umoja, ili tupate kula za heshima. Njombe ikileta heshima maendeleo yatazidi yatakuwa mengi. Kiasi kwamba mama hata kama kikaa kule Ikulu akichungulia Njombe anakuta Njombe tulimpa kula za heshima na kula nyingi za kishindo, ataleta maendeleo kwa wingi zaidi ya, ya, hata haya tunayoyaona. Hivyo basi, ni mambo mengi aliyoyafanya. Ya kwa hiyo tunaomba tumuheshimishe. Wanawake, tuna jambo letu. Jambo letu haliwezi kukamilika bila kuleta heshima za kishindo. Kwa hiyo naombeni sana. Tufanye juu na chini za kutafuta Kura za Chama cha Mapinduzi ni lazima hmm. Na Oktoba tunafanyaje? tuna tuatiki tuna tuna, tuna tuna hmm. kwa Chama cha Mapinduzi mapinduzimwo niwaombeni sana, kwa wingi wetu na uchache wetu, twende tukatafute kura za Chama cha Mapinduzi. Hatutakiwi kufeli ndugu zangu, anayegombea ni mwanamke kwenye kiti cha urais, na sisi kama wanawake, lazima tumpe kura za kishi kishindo safishindo. CCM oyee! oh, yeah. Dumu chama cha mapinduzi, twende tukatafute kura hmm, za kutosha. Kina mama tukajitokeze kwa wingi na tuwashawishi na kina baba, tuka tukapige kura ifikapo tarehe 29, tukapigie chama cha mapinduzi CCM oyee!